Which station is this? Wamuzi Radio. Mbunge wa Webuye ya Mashariki, Martin Wanyuni. Saa moja alfajiri majira ya Afrika Mashariki, na hizi ni habari za sasa za Wamuzi Radio. Jina langu ni Felix Asunga. Mbunge wa Webuye ya Mashariki, Martin Wanyunyi, amepuuzilia mbali wanasiasa wanaopinga hafla za harambee zinazoendeshwa na wabunge wa Kenya Kwanza kwa lengo la kusaidia vikundi vya akina mama na vijana, kwamba michango hiyo inaendana na manifesto ya chama na muungano wa chama cha Kenya Kwanza ya bottom up. Akizungumza baada ya kukutana na vikundi vitakavyonufaika hii leo, Wanyonyi amesema kwamba lengo lake ni kuandaa hafla ya kuchanga pesa kwa ajili ya kuwainua akina mama. Mbunge huyo ametoa wito wake kwa wapinzani kutafuta njia nyingine ya kuwasaidia wakaazi wa Wibuye Mashariki. Kisema, Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa maandamano ya Jumatano yalikuwa makusudi. Aidha, kiongozi huyo amesema kuwa Kurunzi ya Upelelezi wa Makosa ya Jinai inawachunguza mafadhili wa maandamano hayo ambao lengo lao lilikuwa ni kuiangusha serikali. Katika hotuba yake hapo jana, waziri huyo amesisitiza kwamba mamia ya wafanyabiashara wanakadiria hasara baada ya kupoteza riziki zao zilizojengwa kwa bidii. Kwingineko ni kwamba wavuvi wa Kenya wamesema kuwa wanapitia unyanyasaji kutoka kwa walinda usalama wa Uganda na Tanzania. Akizungumza na vyombo vya habari hapo jana, Raila Odinga amesema kuwa tunafaa kuwa na umoja na kupendana huku ushirikiano ukidumu kati ya wavuvi wa Kenya na Tanzania. Aidha, kiongozi huyo amerejelea kauli yake ya hapo awali akisisitiza kwamba tunafaa kudumisha amani na upendo. Mkuu wa masomo katika chuo cha kiufundi cha Sabatia katika kaunti ya Vihiga amewaomba wanafunzi kudumisha amani wanapoelekea katika uchaguzi utakaofanyika hii leo. Amewatakia wanafunzi wakati mzuri huku akiwaonya dhidi ya kujiingiza katika mambo yanayokosesha amani shuleni humo. Michezoni ni kwamba mwanariadha Faith Kipyegon alijitahidi kukimbia kwa kasi zaidi kuwahi kutolewa na mwanamke katika mbio za maili moja, lakini akashindwa kufikia lengo lake la kwenda chini ya dakika nne. Mumewe ambaye pia ni mwanariadha wa zamani alimpokea kwa upendo huku akimkumbatia baada ya kumaliza jaribio la breaking four kwa dakika nne na sekunde sita hapo jana. Asante kwa kuchangia ukuaji bora wa Wamuzi Radio, tunakuthamini tunakupenda msikilizaji, zidi kutufuata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram YouTube na Twitter. Kwa hizi na habari nyingine tupate pia jioni kwa kina zaidi.